Mwenyekiti wetu Tundu, Tundu Antipas Lissu amekamatwa na jeshi la polisi hapa Mbinga hapa Mbinga Ruvum, Ruvuma na hatujui alipo, hatujui wamempeleka kituo gani au wamempeleka wapi. Sasa ma, aina ya mabomu ambayo jeshi la polisi yametumia ni, ni haihia Na mtazamaji, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Tundu Antipas Lissu ameshikiliwa na jeshi la polisi huko Mbinga Ruvuma, na viongozi wafuasi wamesema mpaka sasa hawaelewi kiongozi huyo yuko hapi hadi hivi sasa. Na hii ni video ambayo inaonyesha matukio ni namna gani ilikuwepo fujo ya hali ya juu kupitia mkutano aliyokuwa akiufanya huko Mbinga, eh, Ruvuma. Na mtazamaji, unaweza kuendelea kutazama kwa zaidi na ninaweka video, full video kile kilichoweza kutokea